Sasa huyu jamaa ambaye anasimama hapa ameenda kushirikiana na wale ambao wamemtusi baba, wamemdharau baba, hata wakati baba amekufa bado walimtusi kwa kifo. Huyo ameenda kushirikiana nao. Nyinyi mtashikana na yeye, mtaibisha baba, mtaibisha baba kwa kifo. Na huyu Gideon Maitha Mngaro nimesikia vile amezungumza hapa juu ya maendeleo ambayo amefanya hapa Marafa. Amesema anaweka lami kwa barabara. Ni ngumu sana county government kupata pesa ya kuweka lami kwa barabara. Lakini kwa upendo wake na nyinyi anaweka lami, anaweka maji. Wengine wanasema oh, madawa hakuna kwa hospitali. Mashida ya madawa ni nchi nzima. Ni Kenya nzima. Hata homa bei iko shida. Lakini tunafanya kazi pamoja ndio itutatue hii shida ya madawa Kenya nzima.